Na no, mambo vipi mtu wangu wa nguvu? Ni mimi mtangazaji wako Kevoo TV na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. E bwana, ya habari kubwa inatendi mtandaoni inamwongelea Kante. Wengi tunajua Kante ni mchezaji mzuri sana, ni mchezaji bora sana kwa sasa hivi ambaye anatumikia timu ya Simba, anaujua sana mpira, na klabu ya Simba imepata namba sita bora sana kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana na ana uwezo mno mno kwa sababu ukimwangalia Kante bwana, unaongelea namba sita fulani hivi ambaye najua sana mpira, ni mtu ambaye anajua kulainisha mpira, ni mtu ambaye anajua kuchafua kati, ni mtu anajua kupiga pasi ndile mbaya, ni mtu anajua anafanya nini uwanjani. Kwa sababu bwana, ukimwongelea Kante kwa sasa hivi, namba sita kama hizi kuzipata ni shughuli sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye anajua kupanda na kushuka na kuchezesha timu ichezeje, ni mchezaji ambaye ana maamuzi mazuri sana katika mpira. Lakini bwana, habari ambazo zinamtia wasiwasi bwana, namba ambayo inagombaniwa hapo namba sita ni Kagoma. Kagoma, bwana, ni mchezaji eh, hey, fai mchezaji ambaye anacheza tafu sana pia ni mchezaji ambaye kwa kweli mm, anategemewa sana pia kwenye timu ya Simba pia hata kwenye timu yake ya taifa. Ni mchezaji ambaye anategemewa kwa sasa hivi ile mno. Lakini bwana, kwa ujio wa Kante mm, anaweza akakupa. Anajua kushambulia, anajua kupiga, pia anajua kufanya chochote na kujitetea timu anajua. Kwa hiyo kuna vitu bwana, Kagoma mizidiwa na Kante vitu vingi sana mizidiwa. Kwa hiyo bwana ninavyoona mimi kabisa Kante ataitaka namba sita, ataivaa yeye hata kama pia naye Kagoma atakaa benchi, lakini namba sita official naona kabisa ni lazima ichukue Kante, kwa sababu Kante ameshaonyesha ana uwezo mkubwa sana, na hata alivyoingia bwana alibadilisha mchezo, wakawa wanacheza kushambulia ile mbaya. Kwa hiyo unajua kabisa mchezaji huyu bwana Kante ni mchezaji ana uwezo mkubwa sana na Simba ni namba dume sana sana. Kwa hiyo mtu wangu, nguvu yangu ni hayo, na kukubusha tu, usisahau kusubscribe channel yetu na ku like na ku share na ku comment, ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni ya mtu wangu wa nguvu. Asante sana.